Karibu tuangazie fasihi simulizi. Uh, so, tusome utungo ufuatao kisha tuweze kujibu maswali. Mabibi na mabwana, siku hii ya leo nina furaha, furaha rimbo rimborimbo, furaha ngaya furaha, inayoshinda mwanamke aliyepata salama. Mbona nisiwe na furaha na buraha katika jamii hii iliyotuka ikashinda utukufu wenyewe Jamii hii ni yetu, imedumu kwa miaka na mikaka, kisa na maana: umoja wetu, mshikamano wetu, undugu wetu, muungano wetu. Sote twafahamu fika, bila chembe chochote cha walakini, kwamba umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Nani asiyejua utu ni ubinadamu, kwamba kinachotu uh, kinachotutofautisha na hayawani ni utu utu imara na dhabiti usiotikisika wala kusukasuka katika mawimbi na dhorumba za aushi. Hakuna adinasi anayeweza kusimama tisti kama mbuyu akiwa pekee. Asiyejua kifai kwamba jifya moja halinji kichungu nani? Swali la kwanza, tambua kipera hiki cha mazungumzo cha fasihi simulizi twaliofika. Hiki ni kipera cha ulumbi, kutokana na matumizi ya lugha ama namna ambavyo lugha imeweza kutumika kwenye. Aa, kipera hiki lugha yenyewe imetumika kwa njia ya ustadi sana. Kwa hivyo tutasema kuwa kipera hiki ni cha ulumbi. Swali la pili huku ukitoa hoja tano fafanua umuhimu wa kipera ni alama tano tuangazie umuhimu wa ulumbi kwanza kipera hiki huweza kukuza uwezo wa kujieleza hadharani tunajua kuwa mara nyingi uh, kipera hiki cha ulumbi huweza uh, ama mazungumzo yenyewe huweza kutokea mbele ya hadhira na hivyo kupitia kwa kuzungumza hadharani mtu huweza kujiboresha kama mlumbi. Pili ni kwamba hukuza ujuzi na ufasaha wa lugha. Hivi ni kwa sababu namna mtu anavyotumia lugha, hivyo ndivyo anavyokuza uwezo wake wa kuisarifu lugha pia ni nyenzo ya kuburudisha wanajamii na kupitisha ujumbe kwa njia ambayo inavutia. Kipera hiki pia huweza kutumika kuhiva, kuhifadhi utamaduni wa jamii. Pia huweza kutumika kama kitambulisho cha utabaka. Tuweze kuongezea hoja zingine kuhusu umuhimu wa ulumbi tuangazie swali la saa ah, la cha bainisha vipengele vya kimtindo vilivyotumiwa kuwasilisha ujumbe. Tuangazie vile vipengele ambavyo vimeweza kutumika hapa kuwasilisha ujumbe. Kwanza kabisa tuna methali umoja ni nguvu, utengano ni udhaifu. Tuna tashbihi kusimama tisi kama mbuyu. Tuna Maswali balagha, nani asiyejua utu ni ubinadamu? Pia mbinu nyingine ambayo inajitokeza hapo ni chuku, jamii iliyotukuka ikashinda utukufu wenyewe. Kwa hivyo kutukuka, hadi tunashinda utukufu wenyewe, hicho ni chuku, na tuna tanakali ya sauti furaha riboribo. Swali linalofuata, swali la da unanuia kutumia mbinu ya mahojiano kukusanya habari kuhusu uh, kitanzu hiki. Eleza manufaa matano ya kutumia mbinu hii. Hapa tunafaa kuangazia umuhimu wa kutumia mbinu ya mahojiano kukusanya habari ama data. Kwanza, kwa kuwa katika mahojiano tunaonana ana kwa ana na tunayemhoji, kwa hivyo mbinu hii itatuwezesha kupata habari za kina na za kutegemewa, kwa vile mtafiti anatazamana ana kwa ana na mhojiwa. Pili, mtafiti ataweza kuelewa zaidi, kwa sababu mbinu za uwasilishaji kama vile toni, ishara za uso, kiimbo huweza kubainika kwa mtafiti, kwa hivyo ataweza kuelewa kwa urahisi, kwa sababu zile mbinu ambazo zinatumika pale, mbinu za zi uwasilishaji zinabainika kwake kwa urahisi. Uh, kwa pia mtafiti anaweza kumfafanulia mhojiwa maswali na pia kumwezesha kupata data ya kuaminika zaidi, akiweza kumweleza yale maswali kwa undani ataweza kupata data ya kuaminika zaidi. Pia ni rahisi kuweza kurekodi majibu ya mhojiwa au kuyaandika. Hili ni kwa sababu uh, mtafiti anamhoji mlengwa uh, kwa njia ya moja kwa moja pia mtafiti ana uhuru wa kuyabadilisha maswali na pia mtindo wake wa kudadisi au kuuliza ama kumhoji kulingana pia na kiwango cha elimu cha anayehojiwa. Swali la e, eleza maana ya ngomezi. Tuna alama moja. Tunapoeleza, ngomezi ni sanaa ya fasihi ambayo huwasilishwa kwa kutumia milio ya ngoma inayo wakilisha ujumbe fulani. Swali linalofuata, fafanua sifa tano za ngomezi. Sifa za ngomezi, kwanza ni kwamba kila mdundo wa ngoma, kumbuka tuna matumizi ya ngoma pale. Kwa hivyo kila mdundo wa ngoma huwakilisha kauli fulani, aa, kwa lugha ya jamii ambayo inatumia ngomezi. Pili, maana au fasiri yake huweza kujikita a, katika jamii husika ambayo iliweza kubuni mipigo hiyo ya ngoma. Tatu a, utapata kuwa kila mpingo wa ngoma huweza kufuata mtindo wa kishairi. Na ina utapata kuwa kila jamii huwa na ngomezi zake ambazo ni tofauti na za jamii nyingine. Ndio maana hapo juu tumeweza kusema kwamba maana au fasiri ya ngomezi, mapigo ya ngomezi huweza kujikita uh, katika jamii ambayo ilibuni mapigo hayo ya, ya ngoma.